Hali yapa tuzo ya rais wa kafu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, labda yisom CAF president Outstanding Achievement Award 2025. Her Excellency President Samia Suluhu Hassan mali i yapa, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais president karia Umejisikia nasikia vizuri sana. Tunzo ya kwanza inaenda kwa rais <laughs> wetu uh, na anastahili kuipata. Hiyo aliyofanya ni makubwa, lakini pia anajua kuna mipango mikubwa kwa ajili ya Tanzania. Hongera Tanzania, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Asante sana, asante sana tukushukuru sana mheshimiwa rais, endelea kutupaisha. Hapa ni mwanzo tu, hapa ni Rabat Morocco. Leo nimekuja kwa niaba ya mheshimiwa rais Dkt. Samia Suluhu Hassan kupokea tuzo kutoka CAF, shirikisho la kandanda Afrika. CAF uh, kutambua mchango wake mkubwa katika maendeleo ya michezo na kazi kubwa inayoendelea ya kujenga miundombinu ya michezo, lakini kuwa wenyeji wa CHAN na mwaka 2027 tutakapokuwa wenyeji wa AFCON. Uh, CAF inatambua mchango huu mkubwa wa mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan lakini pia uh, maendeleo makubwa ambayo uh, michezo hususan kandanda tumeyafanya katika kipindi kifupi cha uongozi wake. Kwa hiyo hii ni tuzo kubwa ambayo mheshimiwa rais anapewa, lakini ni heshima kwa Tanzania na heshima kwa Watanzania wote.